Wajumbe wa bodi ya kupambana na rushwa kwa nchi za umoja Afrika, AU, wa Afrika au wamefurahishwa na mchakato wa kisiasa unaoendelea hivi sasa, hususan kampeni kwa ajili ya kuelekea uchaguzi mkuu ambapo wamewataka wananchi kutumia haki yao ya kimsingi kupiga kura. Mwenyekiti wa bodi hiyo ya kupambana na rushwa kwa nchi za umoja wa Afrika, Daniel Batidam, ametoa kauli hiyo jijini Arusha wakati bodi hiyo ikielezea mafanikio na changamoto kwa waandishi wa habari katika katika utendaji wake wa kazi kwenye vikao vyake vya kumi na nane ambapo wamesema serikali ya Tanzania ni tulivu, hivyo wanawatakia wananchi uchaguzi wenye amani na utulivu. Mwandishi wetu Sekelela Kongola ameandaa taarifa zaidi. AU ambao wamejitokeza kwa waandishi wa habari jini Arusha kuzungumzia hali ya utendaji kazi baada ya bodi hiyo kukutana kwa siku tano nchini. Mwenyekiti wa bodi hiyo Daniel Batidam pamoja na mambo mengine akazungumzia swala la uchaguzi kwa nchi ya Tanzania ambayo kwa sasa wananchi wake wanatarajia kupiga kura Oktoba 25 kwa ajili ya kuchagua viongozi wao and gratitude to the government and people of the United Republic of Tanzania. Bodi inaipongeza serikali ya Tanzania pamoja na wananchi wake kwa ukarimu walio nao, na hivyo bodi inawatakia wananchi wa Tanzania uchaguzi wenye mafanikio well Oktoba 25 mwaka huu. Pia amesema bodi imezungumzia mikakati mbalimbali na mipango mipya kwa kipindi cha mwaka 2016 2020, pamoja na, na, 20, pa na bajeti kwa ajili ya shughuli zitakazofanyika katika kipindi hicho. Bodi imejadili bajeti kwa ajili ya vipaumbele vya kazi kwa mwaka 2016 2020, ambapo pia bodi imepokea mwonekano wa washikadao kwa kupambana na rushwa. Bodi hiyo pia imewashukuru wadau wa masuala ya kupambana na rushwa wakiwemo waandishi wa habari, asasi za kiraia, wataalamu mbalimbali, viongozi wa dini pamoja na jamii kwa ujumla. Sechelela Kongola, TBC One.